Sante na kama kawaida, leo ndani ya Zilizobamba tunakutana na, na mzee wetu Kanali Mstaafu, si mwingine ni Idd Kipingu. Mzee wangu, habari za miaka mingi? Alhamdulillah. unaendelea vizuri salama. Watu wanajiuliza hivi Kipingu aliyeleta mapinduzi ya soka hapa nchini yuko wapi kwa sasa? Nipo, nipo Uh, Alhamdulillah, mstaafu lakini kama unavyoniona na afya nzuri. Nafuatilia michezo. Basi mambo na siku zinaendelea. Unapoendelea kufuatilia michezo, inakufurahisha, inakuhuzunisha. Uh, ni pande zote mbili za shilingi. Inanifurahisha, inanihuzunisha na nazo sababu. Kwenye kila upande inanifurahisha kwa sababu kimataifa Tanzania inatajwa sana kwa kufanya vizuri katika ile michezo michache ambayo tunashiriki. Hatujapata maendeleo makubwa katika michezo, kwa sababu ukisema michezo ni tofauti unaposema mchezo, mchezo ni mmoja ambao ni football, imetupa jina lakini michezo mingine haijatupa jina na imerudi chini sana. Hilo ni kwenye upande wa kwamba tuko kwenye mataifa, lakini nanihuzunisha kwa sababu mimi nataka michezo ijipambanue, kama ni, ni uwanja ambao vijana wengi wanaweza wakapata ajira. Ningetaka nione vijana kwenye maeneo kama vile Manzese, Tandale. Eh wanajihusisha na michezo inayotumia ubabe ubabe, lakini kwa kutumia sheria kama vile boxing mm. Eh, kuna kickboxing, kuna nini ambayo haihitaji kwamba mtu uwe na madigri ishirini. Hapana, we ni ule tu uvumilivu wako na ubabe wako nige, kwa ningetaka ngumi nione kwa kweli ngumi nizione zinapigwa na vijana wetu wanapata mafedha mengi tu. Sasa sijapendezwa na kasi ya maendeleo ya ngumi. Eh, hiyo inaninyima raha kidogo, lakini pia nilitarajia football, mpira wa miguu uh, uendelee kuwapa ajira wa Tanzania, wajinge tamaa, akiwa shule aseme nataka niwe mchezaji kama fulani, lakini kabla hatujawasaidia vya kutosha hawa watoto, kwa maana ya kwamba katika mashule kuwe na kila aina ya msaada, viwanja viwepo, walimu wawepo na vitu vya, vya kisasa viwepo, vya kuwafundishia huo mpira tunaosema, lakini tunatoa uzito kwenye vitu vingine vya ajabu ajabu. Naona wachezaji wengi wa kigeni wanakuja na kisaikolojia, uh, na tabia ya vilabu vyetu navyoviona, e, utaona kwamba thamani kubwa inapewa wachezaji wa kigeni sawa, kwa sababu tuko katika mashindano kimataifa vilabu vyetu na vyenyewe, lazima viangalie hilo lakini uh, wakati tunayafanya hayo, mimi huwa najiuliza ni kwa kiasi gani tunawahamasisha watoto wa kitanzania waone kama mpira wa miguu ni moja ya, ya, ya, ya, ya, avenue itakao watoa. Tusiwakatishe tamaa, viwanja viwe vingi. Mimi napenda sana msimamo wa serikali ya mapinduzi, kusema kweli, wanataka kujenga viwanja, viwanja vya kisasa maeneo mengi na raisi kapania, na ukitazama inalipa. Angalia wachezaji wa Zanzibar kwenye Premier League. Ungelichukulia Zanzibar, sisemi ni mkoa, lakini chukua kama mikoa miwili, Pemba na Zanzibar, ifananishe na mikoa ya huku, utaona kabisa kwamba kitaifa, Zanzibar ina maendeleo makubwa sana katika soka na katika maendeleo ya soka kushinda mikoa, mkoa mingine yote hapa Tanzania. Ni kwa sababu ya utashi yakinifu wa wenzetu wa Zanzibar. Sisi huku bado tuna nchi kubwa, tuna wachezaji wetu na vipaji vingi, lakini kwenye mashule ndio kuna kuharibu kila kitu. Kwenye mashule kule, kwenye mashule linaloongelewa ni division 1. Sio uh, sio kwamba mtoto uh, aliongelewi swala la ajira, kwamba ndio ndio, ndio, ndio, ndio, ndio, ndio, ndio, ndio ndio lengo la mwisho la mtoto anayepita shuleni kwangu kwamba akitoka shuleni kwangu kama ana talenti, talenti yake ile imsaidie kutafuta ajira. Kama ni mzuri darasani, basi nitamwendeleza hivyo hivyo, ndio talenti yake, akowe daktari, akawe pilot. Unaona, sasa kinachoongelewa ni maana maanake ni wale wenye uwezo darasani, na ha, wengine hawana msaada wa kutosha. Wewe ni mbinu gani ambazo ulizitumia kuweza kupata wachezaji kama hao ambao unawazungumza na hata wengine sasa hivi ni makocha? Kwanza mimi ninachoshukuru ni kwamba kipindi kile nilielewa sana sera za makao makuu ya jeshi. Unajua, wakati mi najiunga na jeshi, nilitokea chuo kikuu, ilikuwa ni mchezaji wa mpira wa miguu, na nilijiunga na jeshi kwa kama mwalimu. Kilichonipeleka kule, nilichukuliwa kwa sababu mi nilikuwa ni mchezaji mpira na nkacheze mpira kwenye timu ya, ya kwanza kabisa ni Ruvu na nikapelekwa Mgulani. Sasa jeshi ilikuwa na sera, na moja ya sababu nikianza niki, niki kulitanguliza hili, moja ya sababu ya ami, nchi yetu kutokuwa kuto, kuto na maendeleo makubwa katika michezo, naweza nikasema kwamba ni kwa mba, sababu uh, hapo katikati kidogo jeshi tuli, tuli, tuli, tuli, tuli, tuli achia ule mkazo wetu katika michezo. Wakati naingia jeshi jeshi ilikuwa na mtaalamu kabisa jeshi, raia yuko pale, mkurugenzi mtaalamu wa michezo ambaye kipindi kile aliungana na marehemu Kanali Yunus Abdalla. Mnamkumbuka alivyokuwa shupavu katika maswala ya michezo. Kulikuwa na mzee mmoja alikuwa anaitwa mzee Halifa, nadhani katolewa wizara ya elimu, ni mtaalamu wa michezo huyo, akaletwa jeshini kwamba sasa wewe uwe we, ni think tank hapa jeshi. Ndio kipindi kile cha kinabai wamepaa kinabai. Ndio jeshi ilikuwa hivyo. Kwa hiyo sisi tulipoingia ingia mijeshini, na kwa sababu nimeingizwa na kigezo kwamba kucheza, kwa hiyo nikazisoma zile sera za, za, za, za, za jeshini. ya ya jeshi ya ya maelekezo nikasema, nikazisoma ha, hapa natakiwa ni, ni, ni, ni, ni, tutengeneze watoto. Na nakumbuka siku ile ya kupewa hati yangu ya usajili wa shule ya Makongo, alikuwepo chief of staff ambaye ni Jenerali Sayori, aliwakilisha makao makuu ya jeshi. Alikuwepo uh, waziri alikuja mwenyewe, Profesa Sarungi, na alikuwa waziri wa elimu wa, wa, wa, wa, wa na michezo kipindi kile na vijana. Kwa hiyo moja ya vitu ambavyo niliwaahidi, niliwaambia kwamba sisi, mmenipa shule hii na mheshimiwa waziri, unatupa registration, tutafanya ifuatayo. La kwanza itakuwa ni shule kama shule nyingine zote, lakini tutajipambanua kwa disiplin na ukakamavu. Hilo la kwanza. Lakini la pili, unajua ile eneo la Makongo ilikuwa ni kame sana hapa eh, tutapageuza hapa pawe ni, ni msitu na nikawatania nkaambia nataka mvua iwe nanyesha hapa tu. afu la tatu nkaambia mzee usio na wasiwasi na kujua ulivyokuwa eh, mpenzi wa michezo na hasa Simba, tukacheka mle ndani mzee Sarungi, tena unajua tena, Profesa, tutatengeneza wachezaji hapa hiki kitakuwa ni kitalu cha timu za taifa. za taifa kwa ni ahadi nilikuwa nimeweka, na ni mbele ya chief of staff eh. Kwa hiyo niliweka ile na nikatakiwa nitekeleze yale, leo atamka mbele ya kiongozi wangu. Uliwezaje kupata hiyo karama ya kuweza kuibua vipaji mbalimbali mbali? Kwa mfano eh, tumeona kuna wachezaji kwa maana ya e, football kama ulivyosema, e, netball, lakini tumeona kuna waigizaji, kuna wanamuziki. Sasa uliwezaje kwanza pale Makongo ndio Makongo palikuwa na wanafunzi wengi sana nakumbuka. uh, wakati anakuwa katibu wa baraza la michezo Mama Ndali Chako alitumia kama wiki mbili hivi kutaka kuniangalia Makongo. Tuko jirani pale baraza la michezo na Makongo. Sasa kana lizunguka pale kama wiki mbili, hatimaye akaniambia. Unaona, alichosema ni kwamba alikuwa anashangali shule likubwa mpaka hata kwenye vitabu uh, unashindwa sasa kusema ah, esi kigali imetumika hapa kwenye shule kama hii. Nilikuwa na watoto wasiopungua elfu tatu na mia tano sasa. Katika mazingira kama yale huwezi ukangangania tu kwamba mimi ni mtu wa darasa tu, nitafuta watoto wa darasa tu. Utajikuta kwamba ukiwatafuta hawa watoto ambao wanajitokeza kwenye darasa kwamba ni wazuri, umati mkubwa umeuacha, lakini ni Watanzania hawa. sasa sisi tukasema hivi hapana sisi tu tuwe na eh, tuwe na soko huria la kila mtoto ajitangaze anavyoweza, ili mradi havunji sheria. Kwa hiyo mwigizaji ajitokeze tumwone, mpiga gitaa ajitokeze tumwone, mlimbwende ajitokeze, unaona, ona. E, mcheza mpira wa miguu ajit, tumwone, ajitokeze kila, aonyeshe, kila, kila mtu, mtu, mtu, mtu alichokuwa nacho ni mfalme kwenye kipaji chake. Hiyo ndio ilikuwa sera yetu hiyo Unaweza najua ni wengi sana ah, sana ah. lakini katika kategorii e, tumezungumzia waigizaji tumezungumzia wanamuziki tumezungumzia wa Walim wachezaji walimbweni wali <laughs> walau tuanze hapo e, wachezaji wengi na wasahau sasa hivi lakini naweza ngakumbuka kina Boniface Pawasa au kina Kaseja jue mgosi hasa ni mgosi ni makocha. ngaina wa makocha kina nao makocha au sasa hivi wakina uh,

alikokuwa anasoma nikamleta nikaambia, sasa hapa sina form 5 nikampeleka kama kumshikiza Jitegemee, okay. yeye na Nikodema, na yeye na Nikodemas Njohole, yeye na Njohole. No, no. kwa hiyo Jumajabu Jumajabu Jumajabu yule nilimwona katika michezo ya madarasa mm. Nikashangaa mbona kachelewa, na fomani alianzia Makongo, basi nikamshawishi Al, ni, ni, Jumajabu alikuwa kidogo shai, alikuwa sio wale ambao wako shapu. Kuna mwingine ambaye tulimubua kwenye mchezo wake, bwana Hasheem Thabeet. Tumekwenda chuo kikuu cha Dar es Salaam tukicheza basket. hmm. E, bab basketball jitu urefu linatamba nje kule, una, una, una, umri wake mdogo anaangalia tu una e, nikaambia we, unasoma wapi? akaniambia nasoma shule fulani Kesho njoo shuleni mwage mama kwamba unakuja Makongo, tuje tuongee. Alafu, salamu utampelekea mama. Basi, nikaanza kumwambia bwana, unaonaje ukija hapa mimi napenda sana urefu wako no, no, na, na, na, hakuwa iki hivyo lakini nikaambia urefu wako huu. Utajua. Utajua. Basi, nilikuwa na mwalimu wangu ni marehemu mwalimu nani yule wa basketball, kwa mzuri sana ndio kaanza kufundisha kido kidogo kidogo, hatimaye Hashim huyo tunakwenda Mombasa kwenye michezo ya Afrika Mashariki. Uh, kocha wangu ananiletea majina kumi na mbili anaokwenda Mombasa, Hashim hayupo. Basi kanijia tu kwamba hili jitu refu vipi, mbona umeliacha? <laughs> anaambia mwalimu yule, hata ningepanga pa, ishirini asingekuwem ngambia, basi sikiliza, ebu wewe lichukue tu, wetende nalo lakati deka tano tu. Basi watu wakikuona una timu ila majina <laughs> wanajua Tanzania leo, mahasa Makongo leo wamekuja wame vizuri. Basi ndio ikatokea na kweli, Mombasa alicheza kama dakika kumi tu, lakini watu wa Kenya wakamuona leza hilo wakamuona tuporudi, wakaandika barua, tunamhitaji huyo. Mimi ah, nikawasiliana na, na Hashim, kawasiliana na wazazi wake, na kuna vitems kule kwamba atakuwa anapata nauli kaposho kidogo, tukamwachia akaenda. Naye mchezaji wa kigeni anatawala katika soka letu hapa nchini Tanzania, nini mtazamo wako? Ni chanya kwa maana ya kwamba wawamotishe wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa watoto wetu, wawe ni role model kwa watoto wetu. Kwa hiyo ushauri wangu, wachezaji wa kigeni tunaowapata wawe wachezaji kweli kweli, wawe wazuri kiasi kwamba watoto wetu waseme, anaamu yule, nikiwa kama yule, ana haki kuchukua namba yangu. Sawa. Sasa hii ambayo ni hasi, uh, hasi ni kwamba sijui saikolojia ya watoto wetu wanakata tamaa mapema, kwamba wanashindwa kupambana kivilivyo, lakini natazama na, na, huku kushindwa kwao kwa, kwa, kwa sababu kadhaa. Moja, hawajawezeshwa, hawajawezeshwa kabisa, si vijijini, si mashuleni. Viwanja viko wapi? kwenye shule za primary hakuna viwanja e, ni shule chache na mikoa michache kama Dodoma bado tu mazingira yao yako vizuri mm. Lakini kuna maeneo Dar es Salaam vingi kwenye shule nyingi za pale mjini hakuna viwanja zamani, Dar es Salaam hii. Ndio maana zamani Yanga na Simba hawakuwa hawana shida, wakina Kibaden, wakina Sunday, maana wanazuka kutoka mitaani kwa sababu tangia shuleni unakuta wako active, wakienda mtaani wako active. Lakini sasa maeneo yote yamejengwa na kadhalika na kadhalika. Yeah, sasa watoto wetu kwa upande mmoja ni wahanga wa hali e, ni victims of circumstances kwamba hawezi wakakompiti na hawa foreigners kwa sababu hawajapewa mazingira ya kufanya hivyo. E, mtu anakuja kujiona kwamba nina kipaji ana miaka ishirini. Sasa miaka ishirini tayari unapashwa kuwa kwenye soko la dunia, unaona, sisi wenzetu sisi a, vipaji wanaibua kutoka miaka nane tisa na hata miaka sita sisi kipaji unakibua ki, una miaka kumi na nane. Sio sahihi, sio sahihi, na ndio maana Kaseja amedumu muda mrefu, kwa sababu Kaseja wakati namchukua pale hakuwa miaka kumi na nane. Naweza nikaja nikasema kwamba labda alikuwa miaka kumi na tano, kwa hiyo ilimjalia hilo. Sasa hao wachezaji wa kigeni wanapokuja, imekuwa ni njia ya mkato ya vilabu ya kupata wachezaji wa kuingia katika vilabu vyao. e, tumeacha kwamba ule utashi wa kwamba tutengeneze watoto wetu E, tunao maumbile yapo, e, uwezo upo na watoto wetu ni wanakopi haraka sana. Unaona, sasa hilo ni tatizo. Halafu lingine aa, maeneo ambayo yalikuwa yanaibuka yanaibuka katika kuwatafuta hawa watoto na kuwalea kama vile ulivyotaja Makongo, Jitegemee na shule nyingine za jeshi kama vile zimefifia, zime kidogo sasa nachotaka kusema ni kwamba zile ni centers za kuibusha na kuendeleza. Tumekua nazo kama vile Alliance, tumekuwa nayo kama vile tuna on gate. Lakini sijui, kwa mtazamo wangu nadhani Alliance na on gate wame overlap. Nikisema overlap namaanisha nini? maanake ni kwamba ningelitaka wabakie na ile role ya kusaka kuidentify na kudevelop watumiaji, sasa walaji wawe wengine wow, wengi. Wawe vilabu wow, kazi yao ni kuzalisha. Unaona kama ni riziki yao waipate kwenye hilo, wangekuwa wanafanya vizuri kuliko kuingia kwenye politics za Simba na Yanga na kuingia kwenye Premier League kuanza sasa na kufikiria na wawe uwe wanne uwe wangapi, inakutoa katika katika mstari kabisa. Huo ni, mwono, ni maono wangu. Sasa Makongo sisi tulikuwa kazi yetu ni kuzalisha tu, tunazalisha afu tunaingia kwenye ushindani unaona. Kwa hiyo hizi senta zibakie hivyo, na watoto wetu watapata fursa hizo, na serikali imeshatamka, wizara ya elimu kwamba itakuwa na, na shule za michezo. Sasa shule za michezo za serikali zikuungana na hizo watu binafsi katika ku identify na ku develop, basi vilabu vita, vyetu vita, vita, havitashawishika kihivyo. Kimbia nje. Kwani, ha, ha, wachezaji wanje sio kwamba wana impact kubwa kivile eh, eh? Au timu za JKT ambazo hazina, hazina, ha, hazina foreigners, angalia ile performance anapocheza na timu za Simba na Yanga ambazo zina wachezaji hao foreigners. Sasa kwa nini tusishawishike? wacha hawa wengine waendelee nna na, na, na kujibrand kwa sababu pia tunafaidika na branding yao ya hawa wachezaji wa kigeni, lakini kuwe na watu na jeshi ndio majeshi yetu aza kafanya hilo, na nimetoa mfano huo wa JKT. They are doing it, wanapambana, unaona kabisa kwamba ah, yes, kumbe tunaweza. Yeah, yeah. Zamani wewe ulipata wachezaji wengi wa Makongo ulikuwa tunapozungumzia Umtashumita na Umiseta, mzee Kipingu, ulitembea Tanzania kweli, yeah, yeah. Na kufanya kweli scouting, yani ulitendea haki e, ile Umtashumita pamoja na Umiseta. Sasa hivi unadhani bado inaendelea kutumika vile vile au ni ile kwamba Umiseta imerudishwa na Umtashumita ipo inafanyika tu kwa mujibu wa taratibu tata, yeah. Tata twende nakumbuka baada ya kusimamishwa natukuwepo na, na michezo ya Umitashunta Umiseta kwa muda takriban miaka nane nadhani mpaka alipokuja Mheshimiwa Kikwete akasema ah, ah, irudi, irudi. Mm. nakumbuka mashindano yetu ya kwanza yakawa ni baadhi ya shule Kibaha. Nilimshukuru sana mheshimiwa uh, Umitashunta sasa hivi na Umiseta, na, sasa hivi sio ile ya zamani, sasa hivi naweza nikasema umitashunta na umiseta ni, ni utekelezaji wa tukio ndani ya ratiba au ndani ya kalenda ya wizara ya mwaka litimie, litimie. Kusema kweli naadiri kusema hivyo na wakosea wakubwa lakini ni tukio, is an event mm, just like that, lakini sio kwamba ni, ni, ni, ni, ni tathmini kwa sababu umitashunta na umiseta ilipashwa kuwa ni kipindi cha kutathimini, hivi shule zimeibusha wachezaji vipi, zimetengeneza wachezaji kiasi gani, sasa wanawaleta kwenye showroom, kwenye kadamu nasi tuongee. Hawa watoto ukiwafuatilia, sijui e, timu ya mkoa x, utakuta wamekutana wiki mbili tu, wiki mbili ndo wamekutana. Jamani e, tuendeni Tabora, kuna hela tumeshapewa na nauli, ndo anakuja Tabora. Sio kwamba sio kwamba mtoto alipokuwa darasani anausoma mpira anacheza mpira amekuwa identified kwenye darasa, akaunganishwa na shule nyingine, wakateza shule ya wi, nani nani ya wizara, na walikuwa wanacheza wenyewe kwa wenyewe, kwamba wikendi hii unasikia ah, primary Makuruma Makurumla wanacheza na mapambano. Hmm, ndio ilikuwa zamani hivyo. Zamani unasikia Jitegemee wanacheza na Tambaza. Nakumbuka wakati mimi naingia Jitegemee nilikuwa ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni ufalme wa Tambaza, Azania, Kinondoni ndio itegemea inaingia pale, nami ndo naingia pale. Kazi yangu ya kwanza ilikuwa ni kuvunja ufalme wa Tambaza, ufalme wa Azania, ufalme wa Kinondoni. Najua kulitokea mengi, watoto walikuwa wanapigana mitaani, maanake wameingia watu sasa, nachukua ufalme wa watu. Na tambaza kuna kipindi ilikuwa jeuri kwelikweli, ilifahamika mpaka wanafunzi wa Tambaza, waka tambaza, wakasambazwa nchi nzima. Lakini nataka niseme hivi, michezo zamani iko mashuleni na wala hungojei mkuu wa shule aambiwe watoto wake wacheze ni sehemu ya utashi wake mm. Oh, yeye mwenyewe sasa hivi mawakuu wa shule wengi wako nadhani hawapendi michezo. Ukikuta shule ina perform kwenye michezo, fuatilia historia ya, ya mkuu wake. Lakini sio tu kwamba ni, ni, ni mwajiriwa amekuta ratiba amekuta na elekezo kwamba ufanye hivi. Atakuambia wana, wanafunzi wangu wanaingia darasani yale anayosema kutafuta division wan kwamba sasa, kwa kwa oh, sasa, eh, sasa mwenye, kip, mwenye kipaji chake cha football, division one, division one yake itajitokeza it, it, it, it, vipi? Mpe nafasi acheze, naye ataonekana na division one huko kwenye uwanja wake, baada ya maisha ya, oh. Sasa, sasa hivi UMISETA huwa nakwenda nashiriki kwenye UMISETA, UMITASHUNTA hawana muda wa maandalizi, wanakuja tu pale mradi tu wamekutana. Huyo ni mpira ambao nilikuwa nimeuona mimi nakumbuka fainali ya <coughs> mwaka tisini na saba Iringa Primary School, Kigoma na Dar es Salaam. Hapana, kwa nzuri mno, unaenjoi watoto wanapiga mpira. Kaseja ndio yuko golini, unapiga mpira Dar es Salaam na, na Kigoma unaisha kwa, kwa, kwa penali. Kaseja nadaka penalti tatu, basi unaenjoi kabisa. Ndo Kaseja ndo Kaseja. Mi nakwenda kwenye mpira natamani niondoke mapema tu. Hakuna kitu Kipingu, tuitimishe hivi. Uh, una mpango wowote <coughs> kuandika kitabu chenye kuhusu eh, niseme maisha yako eh, ya soka kwenye nchi yetu ya Tanzania? natamani sana kuna vitu niviandike, na vije vibaki kwenye record. Uh, unajua, eh, mi kuna vitu sasa hivi huwa ngine vinasema, ngoja niviweke hivi vibakie vibaki hapa mimi ukiniuliza leo je, nchi yetu imeendelea kimichezo? Sasa sitaki niseme, kwa sababu staki kumuofend, na ndugu yangu rafiki yangu kaka mdogo wangu, kwa sababu kiumri mimi mkubwa, lakini tuko jirani sana. Alitamka akasema michezo imetupa heshima kubwa, ambavyo ni kweli Sio michezo imetupa heshima kubwa, mchezo, mchezo umetupa heshima kubwa ambao ni football. Sasa kwa mimi ambaye ni mpenzi wa michezo, naiona michezo haijatupa heshima kubwa, kwa sababu riadha ingetupa heshima kubwa wakati wa Olympic, haikufanya hivyo. Basketball ingetupa heshima kubwa wakati wanashindana kwenye zone, zone 5, haijafanya hivyo. Where else, tujipime wapi tena eh? Sasa riadha namuona ni mkimbiaji wetu wa marathon Simbu, Simbu, Simbu, Simbu mpaka kilomita ya thelathini na sita mm. Yuko miongoni mwa kumi bora. Inafika ya arobaini na moja pointi ngapi zile, Simbu yuko zaidi ya kumi na huko, ili ni uma sana, mpaka nikakaa chini nikaanza nikaka, nikaka kuulizia watu Simbu ameripoti, timu yake waliripoti lini, Paris kule kwenye mashindano nikiambia ripoti siku mbili tu. Tatizo liko wapi? Bajeti mm -hmm, bajeti watu wawili. Jamani, sasa riadha haijatupa heshima, kwa hiyo ni mchezo ndio umetupa heshima wa soka. Sasa mi nataka vitu vidogodogo kama hivi ifike mahala, kwa sababu vimetoka ndani yangu vinaniumiza mm -hmm, niviwekee, lakini kubwa ninachotaka e, mimi nikiandika sitaandika kwamba nilitoka hapa nilizaliwa hapa nikatoka hapa nikasoma nikafaulu, shule katika eneo lote mimi nikafaulu peke yangu kwenda form one. <laughs> mimi nataka yale ambayo yalinigusa, niape tafsiri, unaona, niape tafsiri kwamba hili lilitokea hivi. Kipindi hiki hatukufanya vizuri kwenye michezo kwa sababu sera zetu zilikwaza utendaji wa mashule, kipindi tulipokwamisha shule zote tusicheze tusome tu. Hmm. Kipindi cha marehemu Mungai hmm, Mungu amweke peponi Amina. Unaona, <coughs> sasa hayo yatoke ya yabakie vile kama record. Eh? ambayo watu asirudie kwa mtu akisoma. hmm. Unaingia kwenye ile swala la kwamba fasihi ni nini, fasihi ni kioo, kioo ni sehemu ya kioo. Kwa hiyo natamani sana niandike kama ni, ni, ni, ni, niandike kitabu <laughs> alikuwa ni mzee wetu Kanali mstaafu Idd Kipingu ambaye aliweza kuiongoza shule ya Makongo eh, kwa kutoa vipaji kweli kweli. Kama wewe mtazamaji umeanza nasi, naamini umeweza kumjua vyema Kanali Idd Kipingu na umeweza kujua vipi ambavyo ameweza kuzalisha vipaji hapa nchini. Nilichokishikilia kutoka kwa mzee Idd Kipingu ni jambo moja, kwenye mashule tusiwekeze sana kwa ajili ya kupata divisheni gani kila mtu tumpe kile ambacho Mwenyezi Mungu amemjalia. Sio wote tulifaulu madarasani kwa kupata division 1 hata mimi nikiwa mmoja wao, lakini nilijikita kwenye michezo. Leo hii unaniona beautiful Kanyigo Rosemary Timzo Karugira, nikiwa hapa naendesha maisha yangu sana kwa kupitia hiyo michezo mashuleni. Tusitize sana michezo bila kuisahau hiyo elimu. Basi usibanduke hapo, endelea kusalia na kuweza kuangalia vipindi vingine ambavyo vinaendelea, lakini bado nasema, Viwanjani haijamalizika.